uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amesema serikali imejipanga kulifufua shirika la ndege la Tanzania ATCL ili liweze kujiendesha kibiashara. Akizindua programu mpya ya mafunzo ya wakufunzi wa urubani katika chuo cha usafirishaji NIT, Profesa Mbarawa amesema serikali inataka shirika hilo lijiendeshe kwa viwango vinavyokidhi ushindani wa usafirishaji wa anga nchini. Na wiki inayokuja tunajipanga tunaamini, ndege mbili zitatupeleka vizuri kwenye soko la ndani. Tunajipanga kwenda kwenye regional level, kikanda. Sasa wiki inayokuja tunatangaza tenda kwa ajili ya jet engines, tunataka kununua tena ndege mbili mpya. Naye mkuu wa chuo hicho Profesa Zakaria Mganilwa amesema kifaa maalum cha mafunzo ya urubani, yaani simulator, kitatumika katika mafunzo ya wakufunzi hao kuwa mahiri katika kutumia kifaa hicho ambacho ni simulator, na baada ya hapo kitawasaidia wakati wa kutreini sasa wanafunzi wa urubani kwenye ile kozi ya ground school na mipango Dr. Ashatu Kijaji ameagiza mabaraza ya rufaa za kodi kuharakisha kutatua migogoro ya kodi ili kuwawezesha watu kufanya kazi zao kwa ufanisi. Akizindua ripoti ya sheria ya kodi ya mwaka 2009 2010 jijini Dar es Salaam, Dr. Kijaji amesema jumla ya kesi 914 kati ya 1354 zimefanyiwa maamuzi, idadi ambayo ni ndogo, na hivyo amelitaka kuongeza kasi ya kutatua migogoro hiyo K moja mia tatu na hamsini na nne rufaa mia tisa kumi na nne zimefanyiwa maamuzi. Hii ina maana kuwa rufaa mia nne arobaini bado ziko katika hatua mbalimbali za usikilizwaji. Idadi hii ya kesi ambazo hazijasikilizwa ni kubwa sana, ukizingatia kuwa wengi wa kesi za kodi zinazowasilishwa kwenye baraza la rufani zinazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Naye mwenyekiti wa bodi ya uhariri wa sheria ya kodi Dr. Kabuta Ongwamuhana ametoa wito kwa wadau mbalimbali kupitia ripoti hiyo ili kuwa na taarifa sahihi kuhusiana na sheria ya kodi. Ungeni mkono kwa kujipatia nakala kamili za machapisho yote tuliyotoa ili mradi huu wa Tax Law Reports uwe na ufanisi na ufikishe elimu na taarifa za kuaminika kwa watu wote ambao wanazihitaji. Asanteni sana.